Namuharigani ndugu msikilizaji, ni matumaini yangu huu mzima wa afya. Karibu muda na wakati mwingine katika mwendelezo wa sehemu ya pili ya simulizi ya chokoraa shujaa wa familia langu. Jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa hapa Simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Baraka alipowasili kwa mnunuzi hakuamini kile alichokiona, macho yalimtoka kama mjusi aliyebanwa na mlango, nguvu zikamwisha kabisa na kunyong'onyea. Sasa tuendelee katika sehemu ya pili. Alilipa shilingi elfu tano tu, pesa ambazo hazikutosha hata kula milo miwili ya siku hiyo. Kwa kuwa kuokota chupa hakukuwa na faida ya kutosha, Baraka aliamua kujaribu kazi nyingine sokoni, kazi ya kubeba mizigo kwa mikokoteni. Akiwa hana mkokoteni wake, alianza kwa kusaidia vijana waliokuwa na mikokoteni. Mara nyingi walimlipa shilingi 800 au elfu moja wa msaada wa kubeba mizigo mizito kama magunia ya viazi, mchele, au mifuko ya unga. Baraka alipambana licha ya mwili wake kuwa mdogo na mchovu. Siku moja alipewa kazi ya kubeba sanduku zito lililokuwa limejaa boksi za vinywaji. Alijitahidi kulibeba kwenye mgongo wake, lakini lilikuwa zito sana. Baraka, angalia! Kijana mmoja alipiga kelele. Baraka aliteleza na kuanguka na sanduku lote likamwangukia mgongoni. Maumivu makali yalipenya mwilini mwake, lakini alijikaza na kuendelea kufanya kazi. Umeumia? kijana mmoja alimuuliza. Hapana, nipo sawa wala usijali, Baraka alijibu huku akifuta machozi na mgongo wake ukiwa umejawa na maumivu. Usiku ulikuwa na changamoto nyingine. Baraka mara nyingi alilala vibanda vya biashara vilivyofungwa usiku, akifunika mwili wake kwa mifuko ya plastiki kama kawaida yake kwa kujikinga na baridi. Mvua iliponyesha, maji yalitiririka chini ya vibanda na kumlazimisha kusimama usiku kucha akiwa anatetemeka. Mara nyingine vijana waliokuwa wakiangaika mitaani walimshambulia kwa lengo la kumwibia zile pesa kidogo alizokuwa amepata. Baraka alijifunza kubeba fedha zake kwenye soksi au kuchimba shimo dogo jirani na sehemu aliyolala na kuzifukia pesa zake kwa usalama. Wakati mwingine, Baraka alijitolea kufyeka nyasi kwenye viwanja vya watu au kusafisha vyoo vya umma sokoni. Kazi hizo zilikuwa ngumu sana na za kuzalilisha, lakini alizifanya kwa sababu hakukuwa na chaguo lingine. Acha kujizalilisha, baadhi ya vijana waliokuwa wakimfahamu walimkejeli Baraka. Hakujali maneno yao, alijua kuwa maisha ni mapambano na hakutaka kurudi nyumbani akijua hatokaribishwa tena. Siku moja, alipokuwa akibeba taka, mzee mmoja aliyeitwa Mzee Chale alimuona. Mzee huyo alikuwa fundi seremala mwenye hekima nyingi na busara ndani yake. "Kijana, hebu njoo hapa. Mzee Chale alimuita. Baraka alisita kwa sekunde chache, lakini mwishowe alisogea. Karibu, naona unahangaika sana, kwa nini usitafute njia nyingine ya kupata kipato? Bado sijajua nifanye nini kingine, Baraka alijibu kwa sauti ya huzuni. Mzee Chale alimfundisha jinsi ya kutengeneza sturi, meza ndogo na viti kwa kutumia mbao, tena mbao zilizokuwa chakavu, zilikuwa zikitupwa sokoni. Baada ya siku kadhaa, alipotezana na Mzee Chale baada ya Mzee Chale kuhama katika eneo lile na kupata sehemu nyingine tena ghafla bila kumtaarifu. Baraka alimtafuta lakini hakufanikiwa Ndipo Baraka aliamua kuendelea kufanya kazi katika mazingira machafu na kulala kwenye baridi. Kama kawaida, Baraka alipata homa kali iliyodumu kwa wiki nzima. Alilala pembezoni mwa duka moja akiwa na mwili wenye homa kali na njaa ya siku kadhaa. Hakuna aliyemjali, watu walipita tu, tena bila kujali hali yake. Alijifunika kwa mifuko ya plastiki huku akitetemeka kwa baridi kali. Sitakata tamaa, Baraka alijisemea akiwa na sauti dhaifu. Hakika nitapambana hadi mwisho. Licha ya vikwazo vingi, Baraka aliendelea kupambana. Aliendelea kufanya kazi za kubeba mizigo sokoni, kuokota chupa na makopo na kutengeneza bidhaa ndogo, ili kuweza kumfanikisha kwa chochote. Ilikuwa safari ndefu na ya mateso sana katika maisha yake lakini ndani yake alibaki na ndoto moja kubwa: siku moja maisha yangu yatabadilika, na nitakuwa shujaa katika maisha yangu na kwa familia yangu. Baraka alihisi mgongo wake ukichomwa na maumivu makali alipoinuka alfajiri hiyo. Mwili wake ulikuwa dhaifu, na njaa ilimuuma mithili ya kisu kinachochimba utumbo wake. Alijivuta kutoka mahali alipolala pembezoni mwa duka lililofungwa akijifuta macho kwa mgongo wa mkono wake. Siku moja nitayashinda haya shinda aya yote akika, alijisemea kwa sauti dhaifu. Alitambua kuwa leo alihitaji kufanya kazi zaidi ya kawaida, kwani alikuwa pia akijisemea, tengeneza leo kwa manufaa ya kesho. Mapato aliyoyapata jana hayakuwa ya kutosha hata kwa chakula cha mlo mmoja. Alikusanya mfuko wake wa plastiki na kuelekea dampo kubwa lililokuwa karibu na soko la Ilala, lile alilokuwa kipendelea kwenda. Mazingira ya dampo ya yalikuwa yakitisha zaidi na zaidi, yani kila kukicha, maiti ya mbwa na paka walitupwa humo, ukunzi wa kivuma juu ya mizoga ile kwa makelele ya kutisha harufu kali ya uchafu ulioloa na kuoza iliwakera watu wengi, lakini kwa Baraka hiyo ilikuwa sehemu ya maisha yake na alichukulia kama fursa katika maisha yake. Alijipenyeza kwenye marundo ya taka akiendelea kuchakura kwa mikono yake. Mara moja alikumbana na kitu chenye ncha kali, chupa iliyovunjika. Kidole chake kilichanika na damu ikaanza kudondoka taratibu. Yala, ah, aliguna kwa maumivu, tena maumivu makali, lakini hakusita wala kusimama. Alifunga jeraha lake kwa kitambaa kichafu alichokipata karibu yake. Aligundua chupa chache za plastiki na makopo machache ya chuma. Alipokuwa akiinama kuchukua bakuli la plastiki lililotupwa, ghafla alihisi kivuli kikubwa kikiwa juu yake. We, unafikiria umefika hapa peke yako? Sauti nzito ilifyatuka, ilipenya katika masikio yake. Baraka alinyanyua kichwa na kukutana na uso kwa uso na vijana watatu waliomzidi umri na miili mikubwa. vitu vyote vya hapa ni vyetu, wewe ni nani mpaka uchukue, mmoja wao alisema, huku akitishia kumvamia Baraka. Baraka aliogopa sana na alishtuka, kwani mtu ambaye alikuwa apendi magomvi wala shida, alikuwa akipenda sana kutekeleza majukumu na malengo yake katika maisha yake, ingawa changamoto zilikuwa nyingi. Ndipo alimwambia, ndugu yangu, naomba niachie walao hata chache tu, sina hata shilingi ya kula, baraka alijitetea. Lakini kabla hajamaliza kuzungumza, mmoja wa vijana hao alimpiga ngumi usoni, akimwangusha chini. Makopo na chupa alizokuwa amekusanya zilitawanyika dampo nzima. Usirudi tena hapa, tena ukirudi tunakwambia tutakunyosha. Mpumbavu sana, jiangalie eh. Unaingia kwenye mikono ya Sadari utaumia dogo, kijana mwingine alimwambia, huku akicheka na kuondoka na mali yake. Baraka alibaki amelala pale uso wake ukiwa na damu, mwili ukitetemeka kwa njaa na maumivu. Baraka alikuwa akiwaza sana, akiwa mnyonge mpole, lakini mwenye maumivu makubwa ndani ya moyo wake. Alijihisi vibaya mno. kwa nini mimi? Kwa nini kila siku mimi sasa nimeanza kuonewa? Mungu wangu, nisaidie, alisikika Baraka akisema. Hii ni sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri, simulizi inayokwenda kwa jina la Chokoraa shujaa wa familia. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali katika muda na wakati mwingine. Asante na kwaheri.